Hayo tunarifiwa kwamba ndoa za mapema, ukeketaji na kufeli kuchukuliwa kwa hatua za kisheria dhidi ya wahusika ni vizingiti vikuu vya kukabiliana na dhuluma za kijinsia katika kaunti ya Narok. Hayo yaliibuka kwenye kikao kilichoongozwa na jopo kazi la kutafuta maoni ya Wakenya kuhusu mbinu mwafaka za kudhibiti dhuluma hizo kilichofanyika huko Narok. Swala ambalo limekera sana kama mimi mama mlemavu ni mambo ya kuhusu land issue. Mama wananyanganywa land especially mama walemavu, wanachapwa na waume wale ambao kwa na waume wanachapwa na waume na hakuna hatua iliyo bora. From here we'll, uh, write a report which will have recommendation. Implement a recommendation that will forward to this excellence the president. Wa mama awaonekane eh, ni part of the family kama kuna msee amesaa eh, wasijana peke yao wakihitaji haki yao wanatulumiwa, so culture ndio part and parcel eh, ya hii eh, maneno. Mimi kwangu naona public participation hapo itatusaidia sana sisi kama community kuraise issue zetu na tuseme shida zetu kama community, na zile huwa inapotelea katikati, maybe serikali ipati correct information